Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo taifa amewapa ujumbe mahsusi waumini wa dini ya Kiislamu mara baada ya sala ya Ijumaa. Utakujua kujua kipi alichokisema, msikilize. Leo ni Ijumaa, na Ijumaa tumefaradhishiwa kuwaidhiwa, kupewa waidhi kwa kupitia hizi hotuba Hotuba mbili zilizotolewa ambazo ni sehemu ya sala hii Ijumaa na zimeshatolewa tena kwenye mada ambayo muhimu sana, limekuwa ni darasa kubwa kweli kweli. Binafsi yangu nashukuru kwamba nimekuja kupata darasa hili, inshallah itusaidie kwa huku tunapokuenda. Vile vile sasa na mimi nimepewa fursa hii, kwanza nishukuru kupata fursa hii, ni heshima kubwa kusimama mbele yenu wenzangu, kwa ajili ya kuwasalimia. Vile vile tuliotakiwa tumeambiwa hapa kwenye uo, na mimi sitaki niongeze hotuba ya tatu, ana maana zetu za leo ni mbili, lakini mimi nilitaka katika hizi mbili, au katika hili jambo tuliloelezwa katika hotuba mimi nilikuwa naomba niongeze kidogo kitusaidie, labda zaidi ana, tunaweza kuona labda ni hutuba tukaiwacha msikitini, tukasahau tulionayo katika maisha yetu ya kawaida, na vipi hizi hutuba zitusaidie katika kunyosha maisha yetu ya kawaida. La kwanza niseme kwamba sisi watu wa nchi hii watu wa kumshukuru sana sana sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uongozo wa kufikiwa na dini hii ya Kiislamu. Tena si siku kwamba sikuambayekuja kijuujuu, Uislamu nchi hii umekuja miaka mingi. Tuna sifa huko duniani kwamba katika Afrika sisi tuna msikiti wa pili kwa ukongwe katika Afrika umejengwa katika nchi hii hii. Maana yake ni kwamba uislamu wetu sisi si wakuja wa kijuu juu, ah, wa miaka mingi, wa siku nyingi, na ndiyo maana tume wa makuzi yetu, mila zetu, utamaduni wetu, utambulisho wetu umekuwa ni wa dini yetu, umeambatana na dini yetu ya Kiislamu. Sasa hili ni jambo la kulishukuru kweli kweli, kwa sababu kuna wenzetu wakipata tatizo hawana cha kuwaongoza tena zaidi ya kila mmoja na msuli wake, kila mmoja na nguvu yake. Lakini sisi ni tofauti. Sasa hili tatizo letu ni moja tu, kwamba kuna wenzetu wengi na maisha haya ya kisasa wanapenda kama kwamba Uislamu tuweke mbali na maisha yetu, tuyaweke mbali, kama vile tunaambiwa kwamba haya ni ya dunia, una haya ni ya ya dini. Huu ni upotoshwaji mkubwa tunaofanywa na wengine, tumeanza kuuikia, tumeanza ku- kuufata. Hii ni hasara kubwa sana. Tunasahau kwamba sisi kwa hii dini ilivyokuja, ni shida kwanza kutofautisha inaanza wapi na ishia wapi, kwa sababu kwa dini yetu maisha yote ni sehemu ya dini, ni sehemu ya ibada. Dini ambayo imetufundisha ukienda msalani pia unaweza ukapata sawabu au usipate sawabu. Ile kwenda msalani, sindio jambo la mwisho dogo maana ukienda msalani ukasoma dua tuliyofundishwa jamani, upate sawa manu, umepata umefuata suna tuliyofundishwa. Sasa hilo ni jambo dogo. Sasa maisha yetu yatakuwa wapi nje ya dini yetu eh? kama watu wengine wanavyotaka kwa maslaha yao tufanye hivyo. Mimi wanasema kwamba ukitaka kujua jinsi gani dini yetu ilivyokuwa ni sehemu hasa ya maisha yetu katika nchi hii. Mena uchukulia mji wetu huu wa Chakechake kwamba ni alama yetu, kwamba mji wa Chakechake asili yake, historia yake umetokana na umekuwa kwa sababu kuna mtu aliweka ardhi yake wakfu alikuwa hana uwezo ende akajenge katika ardhi ile yake aliyoweka wakfu. Na tunaambiwa katika tarehe ya mji wa Chake Chake, mpaka ilipofika mwaka elfu moja mia tisa na nne una nyumba zaidi ya mia mbili na sita zilizojengwa katika ardhi ya wakfu iliyowekwa mwaka elfu mia nane na hamsini Sasa hiyo ni kiwango cha kuonesha jinsi gani uislamu ulivyo sehemu ya maisha ya maisha yetu, na mengine, leo ukaenda mji mkongwe ule, ndio mji wetu mkuu Kaunguja, sehemu kubwa ya majengo yake ni majengo ya wakfu. Hmm? hata ofisi za serikali nyingi zilikaa au zilikuwemo, pengine nyingine, mpaka leo zimo katika majengo ya wakfu tuna uwanja pale Unguja maarufu ule wa mnazi mmoja, ni uwanja wa mnazi mmoja uliwekwa wakfu na jumuiya na wenzetu wa Shia Isinashi Jamati elfu mia nane na tisini na tisa eh, na sasa wengine waliosahau, labda walitaka kusahau hilo, kwamba ule siwa serikali wala siwa, ni wa watu wote wamepewa hakupitia misingi iliyojengwa katika dini yetu. Sasa wengine wanataka hayo tuyasahau, tuya wakwambie kwamba haya ni akidunia. Dunia inaishi wapi? na kwa kazi hii ni sehemu ya ya, ya, ya, ya, ya, ya dini yetu. Sasa hiyo ni hasara uzuri, na mfano mzuri tu huu tunauona, tumekumbushwa kesho kutwa tunaingia Ramadhani, lakini samu haianzi na wewe kuacha kula samu. So, inaanza na ulipochuma ulichokivaa ulipochuma ulipochu, unachokwenda kukila. Sala hii haianzi tulipoingia msikitini, au sivyo? Sala inaanza tuliko chuma tulichokivaa, tukaja msikitini, tulichokila tukaja msikitini, eh, na mengine na ardhi ya huu msikiti. Je, uhalali wake? Busati ya udhulia liliomo msikitini, uhalali wake? Feni liliomo msikitini, taa iliomo msikitini, uhalali wake? hayazi nako sisi kuingia msikitini kwa hivyo haya, naomba tuyakumbuke. Haiwezi kuwa kwamba tunaambiwa kwamba mtu aje atume chumu la, la, la haramu eti kwa kisingizio cha kwamba hayo yalikuwa ni ya kidunia. Katuma laki e, la haramu ye abaye ya haramu aaliya haramu, halafu useme huyo anafunga au huyo anasala Ndugu zangu, mimi ninachosema, nachosema ni kwamba sasa hivi tuna- tunaingizwa na sisi haya tuweze kuyahalalisha. Haya halaliki yalikuwa haramu, kama kigezo dini yetu. Maana kesho kutwa tutaanza, atakuja mtu tunamjua kwamba hili chumu ni la, la haramu, si ndio? Lakini atakuja, tutamuomba zulia la msikitini sasa inaanza kuingia kalianza yeye kwa uwasi wake na kutaka kutuaminisha kwamba na sisi tunaingia, tunasema ha, haya hayana tatizo. i naona hii ni hasara kubwa sana kwamba ile haki na uadilifu tuichunge katika maisha yetu yote, si katika uongozi tu, si katika kwamba weo ni mkubwa lakini katika maisha yetu, na haki tutaichunga, uadilifu tutauchunga, kwa sisi ambao kama hivi tunavyoishi sasa hivi <clears throat> kuna watu humuhajatimiza kijio, lakini hendi ya kaiba cha mtu, kaona kina vile vile. Kwa hiyo mimi niwaombe sana ndugu zangu, kwa haya tuichunge, ndiye Mwenyezi Mungu ni neema kubwa katupa. Eh, na tuweze ku- kuhudumisha misingi ambayo imewekwa katika mbito. Na ndio maana sisi, na naomba sote katika hili tusimame pamoja. Tunapokuwa na tatizo ambalo litatuletea kuvunja misingi ya dini yetu, basi tushirikiane kwa pamoja katika kuiondoa. Ndio maana sisi katika nchi kumeingia matatizo sisi tumechagua misingi tuliyofundishwa na dini yetu. Ajabu wengine wa Islamu hiyo misingi hiyo ndio wanaoibeza, wanaona kwamba aa sio hivi. Sisi tumechagua. Kwa mfano, nchi yetu imeingia katika mtafaruku, umeingia katika shida iliyotokana na uchaguzi uliopita, sindio? Dhamana mliotoka jamani kwa hivyo tuyaseme haya ya, tu- tujuani tu, sisi tunasema kwamba dini yetu inatufundisha kwamba kwanza Mwenyezi Mungu mwenyewe kashatua hii kwamba inapokuwa kuna khitilafu baina ya waja wake basi yeye mwenyewe ndio hakimu wa waja wake. Wazee wetu wakitufundisha tamani yale ambayo kayasema Mwenyezi Mungu kwenye surati Zumar kwamba kul lilahuma fatira samawati waalardi anta alim lghaibi wa shahadati anta tahku baina ibadika fi makanu fihi yakhtalifu. Kulikuwa kulikwana dua, wakitufundisha panapokuwa na ikhtilafu kuisoma hiyo katika kutafuta suluhu lakini na kubwa jingine, dini yetu pia inatukumbusha kwamba ushindi ambao walipewa Waislamu ulitokana haukutokana haukutangazwa kwenye vita. Waislamu walipigana na vita vingi, au sio? Lakini Mwenyezi Mungu alivyowahakikishia ushindi, Mwenyezi Mungu alivyowatangazia ushindi aliwatangazia katika sulhu ambayo ilikuwa chungu sana kwa Waislamu, sulhu ya au ai ambayo kwa kweli, kama kuna bahala ambapo masahaba watuke wa, wa hawakumfahamu, yeah. Walishindwa kufahamu, wengine wakashindwa kuvumilia, ilikuwa ni katika kuna wewe, si tu wewe, si, Saidna Omar, na wewe si, si mtume wa Mwenyezi Mungu. Anamwambia ndiye hawa si makafiri? Ndio sisi si watu tulioko kwenye haki, udasimama nalotaka Mwenyezi si Mungu anamwambia. Jinsi alivyoumizwa sana, kwa nini tutadaminika kiasi hichi? tume najua nyinyi alivyo ndio kwamba tunao tusio yaio lakini Mwenyezi Mungu katika hili atatupa hata tupakheri na ndio maana wakati anarudi ikaja ikateremsha sura surati Fat-ha, inna fatahna nakafatha mubin Mwenyezi Mungu kawatangazia katika wakati wa uchungu, wakati wa sulhu ambayo ilikuwa chungu sana, na mafanikio yake yakaonekana ndani ya miaka miwili, Waislamu wakaweza kupata mji wa Makka ausikulea. Sasa na sisi tunalosema kwamba humo sisi tufaidike, na kwamba ni Waislamu na Uislamu umetufundisha tuitafute kwa njia hiyo, na tuitafute hata kwa uchungu, lakini tujue tu kwamba tukiwa watati tukiwa wa kweli, Mwenyezi Mungu huko ndio alikueta heri yale. Na mimi naomba kila mwislamu anaitakia heri nchi hii asisa-shabikie watu kugombani, kwa, kwa sababu kugombana vijana kunawafaidisha baadhi ya watu na wago atakaotaka hili maisha yao. Kwa kwakisikia tu kuna dalili ya masikia, kisikia, watu kusikilizana a, wanakwenda mbio na mitaingo na, na mazururu kuhakikisha kwamba hili wanalivunja. Lakini kwa sisi tunaofuata tunaoamini tunaoitakidi katika misingi tuliojengewa katika dini yetu, mimi naomba ukadilifu mmoja ufanye kwa kusimama katika misingi ambayo Mwenyezi Mungu katuwekea, pale ambapo tunakuwa katika matatizo, tunapoona kwamba tunaharibikiwa, lua, milenu, mabasote, kuobedua, kuchietu, tutatue, edu. Kwa hivyo mimi naloliomba tu baada ya zawadi hii ya dua na zawadi hii ya kulipa heshima msimama beleenu, naomba ni zawadi ya baba sote tuombee dua nchi yetu, tutatue matatizo yetu kwa njia ya salama, basi viondoke kwa njia ya salama wenye haki wapate kwa njia ya salama nchi mm, nyoke isimame kwa njia iliokuwa ni ya salama, badala yawa vita na kuuana na kupigana. Asalamu alaykum.